Vipi, karibu. Tuendelee na zoezi la namna ya kupakia wimbo au nyimbo kwenye platform hii ya Damaresi. Kwa hiyo tulikuwa tumeona namna tunaweza kujiunga, na ukimaliza kujiunga, baada ya kusaini mkataba ule, basi dashboard yako itakuwa inaonekana kama hivo, na kwa ajili ya kupakia wimbo utakuja hapa katika hii sehemu imeandikwa upload new song, utagusa hapo itakuja utachagua, kama ni single utachagua hapo, utakuwa ushachagua single hapo. Kama ni album ungechagua hapo kwenye album au EP. Kwa hiyo unachoweza kufanya hapa ni kuweka artwork ya huo wimbo na, na na kubonyeza done hapa, basi itajiweka pale hiyo artwork. Bana yake tutatumia hiyo hiyo, kwa sababu ya wimbo huo utakaa hapo. Song title tutaweka hapo, halafu uh, got you. Got you. Tunakwenda kuweka faili yetu sasa ya huo wimbo. Uh, faili yetu ya huo wimbo tunakwenda pale ambapo inakuwepo ina, ina ipo kwenye SD card na tutaifuata hapa kwenye SD card, alafu tutakuja kuchagua agatiu, utasema done, basi itakuwa imekaa pale na complete this before continuing, extract preview segment, move the slider, extract, okay. Kwa hiyo tuna hii, wanataka uweze kuonesha namna ya uchague kipande gani cha wimbo wako kwa ajili ya ku ya, ku, ya ku preview, pengine unaweza kutaka ianzie sehemu fulani, unaona. Kwa hiyo utaposogeza itachagua sehemu ya huo wimbo, utakuwa na preview, kama mtu ataka kusikiliza anasikilizia hapo. Kwa hiyo hiyo, ukishafanya hivyo itachagua hapo, alafu wewe sasa utakuwa huko katika kuongeza details zako zingine za kwenda pale tachagua genra ya ya huo mziki uh, mimi nitachagua uh, tuseme tutasema ile pale ni uh, afro, ni afropop, alafu tutakwenda kwenye hapa release date iko pale, imewekwa tarehe ya leo. Wimbo wa English, wimbo wetu ni wa English. Describe hapo utakuwa tutaweka uh, alafu tutatengeneza tag hapo, tag tutaweka agat, kila mtu anakoga uh, na tag zake alafu ongeza pani zingine. producer hapa kamuweka uh, hapo uh, utajaza komposa pia huyo huyo hakuna featuring hapana, haina explicit, alafu tunakwenda kuongeza details zingine make this single free to download? Hapana, uh, pana tunataka iwe na downloadika kwa ku, kwa kununuliwa au, ngoja tuweke uwe hapo free kwa download eh, nazo right e, eh, original content mtoka 2025 then tunapakia wimbo hapo hapo, tunakuwa tumeshakamilisha namna ya kupakia wimbo, na sasa wimbo wetu uko tayari kuingia katika platformu hiyo ya Damaresi, ambayo ni platformu sasa inakuwa pendwa kwa siku za usoni.